Kwenye swali lako uh, niendelee kumtakia pumziko jema la milele marehemu makamu wa rais mstaafu na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Kleopa David Msuya ambaye amekwisha pumzishwa tayari katika nyumba yake ya milele Usangi, mkoani Kilimanjaro. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani Mungu. Tunazidi pia kumwombea mwanahabari nguli Charles Hirale ambaye naye ametutoka hivi karibuni na amepumzishwa tayari. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani amina. Na nakuja kwenye swali lako, na kabla sijajibu swali lako, takwenda kwa kifupi sana e, nipende kusema kwamba namba zangu za simu ya kiganjani za Dr. Dennis Mchunguzi ni 0717 777 222 0717 777 222, na 0698 888 8888888. Ni namba zangu na mtu yoyote anaweza akanitafuta wakati wowote tukajadili masuala haya tunayojadili. Umeuliza swali kuhusu kuhamahama kwa vyama vya siasa kwa watu kutoka kwenye vyama vya siasa na kwamba tutarajie nini na je, hii inaweza kudumaza demokrasia ya vyama vingi nchini? Uh, ni kweli tunapokuwa mara nyingi tunakuja katika miaka ya uchaguzi kama mwaka huu tulionao E, tunaonaga watu kunakuwa na kuhama shifting kutoka chama kimoja kwenda chama kingine. Aa, na wakati mwingine wengine wanajiondoa kabisa kwenye vyama hawaendi chama chochote. Kwa hiyo hiyo nayo ipo, na aliponihoji mwana Daupizo, mwanahabari Daupizo, baada ya Peter Msigwa, Reverend Peter Msigwa, baba mchungaji kuhama Chadema, akaenda Chama cha Mapinduzi eh, kule Dar es Salaam Coco Beach alinikuta siku moja nakula miogo pale na nyama choma. Ah, Daupizo akaniambia, je, tutarajie kuona watu wengi wakienda CCM? Nilimjibu hivyo Daupizo, lakini mambo yanakwenda yanabadilika ili kwa 2024 alipohama Reverend Peter Msigwa, kwa sasa ninachoweza kusema ni kwamba kwa mujibu wa swali lako mwandishi wa habari, tutarajie nini? Tunachoweza kukitarajia tutatarajia kuona kitu kinaitwa tsunami. Tsunami, tsunami ni wimbi kubwa, ni dhoruba la uhamaji kutoka upinzani kwenda upinzani na kutoka labda upinzani kwenda CCM. Lakini tunaweza tukaona dhoruba, dhoruba ile ni tsunami, yani ni wingi, yani kama unavyoona wale nyumbu wanaotokaga Serengeti kwenda Masai Mara wakipita Mto Mara kwenda kupachikwa mimba Kenya Make mimba wanapachikwa Kenya, halafu wanarudi kuzaa Tanzania, wanarudi tena kupachikwa mimba Kenya, wanarudi Serengeti. Ile flow ya wale nyumbu, unaona wanaingia mto Mara. Na this time, kwa mara ya kwanza katika historia yetu tunaweza kushuhudia uhamaji wa tsunami kutoka chama cha upinzani kwenda chama cha upinzani na si chama cha mapinduzi, au kutoka upinzani kwenda chama cha mapinduzi. Hiyo tunaweza tukalitarajia. Kwa nini? Kwa sababu trendi inatuonyesha hivyo na huko kwa mjibu wa swali lako, ni kukua kwa demokrasia. Ni kukua kwa nini kwa demokrasia? Kwa sababu kama watu wanatoka upinzani wanaenda tu CCM, ina maana vyama vingine vina shida, lakini kama wanatoka upinzani wanakwenda upinzani, ina maana vyama vimekua. Nadhani unanielewa vizuri, ina maana si CCM peke yake. Kwa hiyo ina maana vyama vimefanya nini? Vimekua na kwa msingi huo, uh, tunaweza tukalitarajia hilo kwamba likatokea lika, lika kwa sababu kwangu mimi tuna aina tatu za vyama vya siasa ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tuna vile kwa Kiingereza tunasema very good political parties, tumetumia neno good. Tuna vile tunasema best political parties, tuna vingine vinaitwa better political parties. Sasa ukihama kutoka chama cha upinzani ukaenda chama cha upinzani, mara nyingi utakutana na good political party na better political party. Good political party na better political party. Kwa hiyo vyama vya upinzani vya Tanzania ni good, very good na ni better. Lakini chama ambacho ni best political party ni Chama cha Mapinduzi, CCM. Kwa muundo wake, kwa sera zake, kwa ilani yake, kwa uongozi wake, kwa eh, namna kilivyojit eh, kilivyo na uwakilishi au maeneo kilivyo coverage, geographical coverage, kwa maana ya mashina, matawi, kata, wilaya, mikoa, CCM na wingi wa wanachama bado ni the best political party. Kwa hiyo vyama vingine vya upinzani ndani ya Tanzania ni very good political parties, ni better political. Kwa hiyo kienda kule sema, nimeenda kwa, umeenda kwenye good political party au kwenye better political party, lakini the best political party ni chama cha mapinduzi. Sasa unaweza kuja kuniuliza kwamba kwa hiyo daktari, tusitarajie watu kutoka CCM kwenda upinzani? Wanaweza kwenda kabisa, na tumeshuhudia hilo. Chama cha Mapinduzi kimewahi kushuhudia hilo, vigogo wakahama vigogo kabisa, wakaenda vyama vya upinzani na, na, na, na, na wakarudi. Na hiyo nipeleke kwenye swali lako la pili kwamba una, unaongelea habari ya migogoro ndani ya, ya vyama labda kwamba je, inaweza yenyewe na ikadumaza siasa za vyama vingi vya siasa? Sio kweli, narudia sio kweli, hapana. Demokrasia ya vyama vingi vya siasa ambayo tunaijenga Tanzania na ambayo rais amedhamiria kuijenga, kama alivyoongea na gazeti The New York Times mwezi Aprili mwaka 2022, iko pale pale. Tunazidi kujenga vyama vya siasa. Unapotokea mgogoro ndani ya chama kimoja cha siasa au viwili au vitatu, unakwenda mgogoro ule mpaka unajimaliza wenyewe au unamalizika wenyewe. Demokrasia inakuwa iko pale pale. Na hata wanapoondoka vigogo au wanachama fulani ndani ya chama cha siasa, wakaenda wakaanzisha chama kingine au whatever, chama kile akiwa na chida. Nitakupa mfano NCCR Mageuzi enzi za akina Lyatonga Mrema, Mungu amrehemu Augustine Lyatonga Mrema, walishikamana na kina Mabere Marando eh, Prince Bagenda ni marate gambwage na wengine. NCCR Mageuzi ilikuwa NCCR Mageuzi kweli kweli, lakini walifika mahali walishindwana. Augustine Lyatonga Mrema akaenda zake wapi? TLP, akafomu chama cha Tanzania Labour Party, TLP. Mpaka anakufa alikuwa ni mwenyekiti nafikiri wa chama cha TLP. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, mzee Augustine Lyatonga Mrema alikuwa mwana mageuzi eh, mkubwa sana. NCCR haikutetereka, NCCR haikufa wala demokrasia ya vyama vingi vya, vya nchi, lakini ilikuwa ni shake up ndani ya NCCR Mageuzi, kubwa baadaye. NCCR wakashake tena, mnakumbuka James Mbatia? Tunamsikia yupo mara hayupo. Nataja majina kwa nia njema, ni injinia nampenda na sana James Mbatia, ni mzee mmoja nampenda sana, lakini hatumsikii sana. Lakini NCCR si ipo ipo, NCCR Mageuzi hiyo, ni shake up. Mfano mwingine ni CUF, mnafahamu CUF ya Profesa Ibrahimu Haruna Lipumba, mwenyekiti Mheshimiwa, naye mpenda sana profesa. He? Wanachama wengi wa chama cha ACT Wazalendo walioko Zanzibar wametoka wapi? Kafu ya Lipumba ilikufa. Kafu iko pale pale, mzee Lipumba anadunda, kafu ipo pale pale. Ilisheki demokrasia ya vyama vingi vya siasa hata kidogo? Wakaunda ACT Wazalendo, iko pale na viongozi wake wanakwenda vizuri kabisa. Ndani ya ACT Wazalendo na mzee Lipumba na kafu yake yuko pale pale, hakina huyu bwana, nampenda sana Mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe Runyaga, naweza kukosea majina yake hata nisamee, hemtani wangu nampenda sana aliondoka Chadema kule, watu wakasema Zito ameondoka Chadema Itakuwaje? Itakuwaje? Au sio? Akaenda ACT Wazalendo. Si ndio? Ilikufa Chadema. Chadema ilibaki pale pale. Na wako watu walioondoka ACT Wazalendo, wengine siwezi kuwataja majina kwa sababu ambazo, eh, si za kusadikika wala kufikirika, lakini sababu za msingi walitoka ACT Wazalendo, wakaenda wakaenda CCM, kwingine wakaenda na vyama vile, bado ACT Wazalendo haikuteteleka. You get the point, haikuteteleka. Kwa hiyo wanapohama watu kutoka chama kimoja kwenda kingine, na inapotokea matatizo ndani ya chama fulani cha siasa, haipelekei kwamba sasa saa eh, demokrasia ya vyama vingi imekuwa shaky, sijui itakuwaje? Hata kidogo bado demokrasia ile ya vyama vya siasa tunayoijenga Tanzania iko pale pale, ni nzuri, na tunaomba na dunia nzima ituelewe hivyo kwamba we are still building a democratic state na political party ndani na migogoro ndani ya vyama vya siasa au matatizo yanayokuwekwa hayo mengine ni individual cases lakini dhamira yetu kama watanzania na zima yetu kama watanzania na zima ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba kile alichoamua mwaka 2021 alipoingia Ikulu Machi kiwepo ambacho kilikuwa kimezoofika kati ya 2016 na sita mpaka na sita, na, na sita mpaka 20 kwamba sasa ki, ki, turudi katika nini, bado zima iko pale pale na bado tunajenga demokrasia ya vyama vingi vya, vya siasa. Kwa kumalizia, labda tuchukue mfano wa Kenya quickly tu, dakika moja, Kenya mpaka elfu mbili na saba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka mpaka elfu mbili na sita na Mheshimiwa William Ruto walikuwa ODM, Orange Democratic Movement, sawa. Mwai Kibaki rais DP elfu mbili na saba pale Kalonzo Musyoka akaunda chama kinaitwa Wiper, akamkimbia Ruto na nani na, na Raila Odinga, akapata kula karibu laki nane, akaungana na Kibaki wakaunda serikali, akawa makamu wa rais. Raila alikuja kuupata uwaziri mkuu baada ya vurugu nyingi na watu mpaka wameuawa. Ilipokuja elfu mbili na kumi na mbili. Angalia Kenya sasa. Uhuru Kenyatta akaungana sasa na Ruto. William Ruto yule yule aliyekuwa na Raila wakaingia kwenye muungano unaoitwa Jubilee. Wakashinda. Kalonzo akakimbia kwa Raila wakala mweleka. Umeona hiyo? Kalonzo ambaye aliungana ali, ali, ali na Kibaki elfu mbili na saba akaona serikali, kaungana na Raila wakala mweleka. Haya, elfu mbili na kumi na saba uchaguzi ukafanyika. Ulipofanyika uchaguzi Kenya, very interesting, Raila na mwenzake Kalonzo wakala mweleka. Ruto na Uhuru wakapita, wakaenda mahakamani, mahakama ya upeo ikasemaje? Uchaguzi urudiwe. Raila na Kalonzo wakasema aturudii kwenye uchaguzi. Ala, nyie ndio mliomba uchaguzi ufutwe, tumeshaufuta, turudi, yani tukapiga tena kura. Wakasema tutaki. Akaendelea kupita Ruto na nani na Uhuru. Tuje elfu mbili ishirini na mbili tukashuhudia vihoja Uhuru rais Ruto makamu wake, wanapambana majukwaani kwa nguvu zote. Uhuru anamsapoti Raila Odinga wa ODM upinzani, Ruto <laughs> anaunda chama chake na Gachagua, wanaenda kwenye Kenya Kwanza. Umeona inavyokuwa, tumekwenda ishirini na tatu ishirini na nne tunashuhudia Gachagua makamu wa rais wa Kenya aliyokuwa mshirika mkubwa kwenye Kenya Kwanza na Ruto anatimuliwa Out. Out na tarehe 15 au 14 ya mwezi huu ameunda chama chake cha siasa kingine amekisajili. Huyo aliyekuwa na Ruto wakiendesha toka 2018 19 kwa siri Kenya kwanza, mpaka wakapata urais akawa makamu wa rais. Leo hii ana chama kingine cha siasa, hadi ile miaka mitatu toka uchaguzi wa 2022. Umeona siasa zaidi yes, lakini demokrasia ya vyama vingi vya siasa Kenya haijafanya nini, haijatetereka, umenielewa vizuri? Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kwa kuwa kuna mgogoro ndani ya chama fulani cha siasa cha Tanzania basi demokrasia ya vyama uh, vingi vya siasa iko mashakani. Haiwezi kuwa mashakani hata kidogo. Ni sasa na ndoa, niliwaambia megaefu Mwarusha wiki iliyopita, wewe umeoa au umeolewa wewe na mke wako amuelewani, wewe na mme wako amuelewani, si ndio? Halafu naita press conference na waandishi wa habari kuambia kwamba taasisi ya ndoa ni mbaya ha Kuanzia leo naomba kuutangazia umma kwamba ndoa ni mbaya ah, hata kidogo. Wewe pambana na hali yako bwana. Maliza matatizo yako ya ndoa na mke wako au mume wako. Taasisi ya ndoa bado ni nini? Ni nzuri kabisa. Hatuwezi kusema ndoa ya bwana fulani na mama fulani imekuwa na shida, basi taasisi ya ndoa bwana haifai, vijana msioe au msiolewe. No way. Ndiyo inavyokuwa kwenye demokrasia, ujenzi wa demokrasia. Kwa hiyo eh, kitu ambacho ningependa ukiona kwa kumalizia ni kwamba watakao hama wahame, wanaotoka kwenye vyama vya upinzani kwenda vyama vya upinzani, au sio, kutoka kwenye poli, eh, good political parties kwenda kwenye good au better political parties, kwenda kwenye better political parties waende, na watakaoamua kwenda kwenye the best political party ambayo ni Chama cha Mapinduzi pia wafanyeje? Waende, waende. Ni wakati wa uchaguzi huu, tutaona movement. Na tutaona tsunami kubwa nakwambia, mpaka vigogo vigogo. Unajua kigogo kigogo ni m... yani, wale vigogo ni wale watu waliwahi kuwa na nyadhifa fulani. Hiyo wadhifa fulani mwanasiasa mwenye wadhifa mtawaona na wao waki wakiwa katika hizo move. Amtaona wanachama peke yake hata kidogo, na wao watakuwa katika kuhama kutoka sehemu, ni mambo ya kawaida, ila demokrasia ya vyama vingi vya siasa bado ni vizuri, na dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Samia Suluhu Hassan a, uh, bado iko pale pale na kama nilivyosema matatizo yanapotokea ndani ya vyama yanakwenda baadaye yanafanya nini yanakuisha na tunaendelea kama kawaida kwa hiyo nafikiri nimejibu swali lako nafikiri eh, kwa, kwa, kwa, kwa namna hiyo